padri huyu alikuwa anakabiliwa na madeni makubwa baada ya kukopa fedha kutoka kwa watu mbalimbali na kushindwa kuzirudisha, na kwamba fedha hizo alikuwa akizitumia kufanya biashara mtandaoni.